Ndio naona no, mepigia simu ndugu yangu, rafiki yangu wa muda mrefu sana. Ni kweli mi nina shida kidogo, imenikalia vibaya, kasema ngoja nimshtue jamaa yangu kama anaweza kanitatulia shida yangu. Shida gani? Bwana, mi nina shida elfu kumi, nikopeshe, fanye mazingira kesho, kesho kutwa nitakurudishia eh. Nikwambia sina nitakuwa nakudanganya. Sawa. Mimi mwenyewe nimeamka leo na shilingi elfu moja na kumi na nne tu. Eh. Na, na, na, yeah. Na pia nilikuwa naenda kulipa kodi pale ya umeme. <tie> ila kakuwa, si tizo lako ni tizo gani? Ngoja ila nikupatie, leo itakuwa imenisaidia. Alafu mimi nitajua. Sawa, umenisaidia sana. Sawa, sio. Yeah. Da, alo. Sema nini? mi nikuwa na shida hmm, elfu kumi ya hey, hmm. Iye elfu nne wacha ikulinde, wachukua, hakuna shida, nimekuelewa tu. Mi nakuwa na shida elfu kumi, iye elfu nne baki nayo mwanangu, yani fresh.

Niwambie itu kitu kimoja, mimi nimefurahi sana uwepo wenu nyinyi kuwepo hapa naona, kwa sababu nilikuwa mpweke, lakini sasa hivi naamini ya kwamba furaha itaongezeka kwa sababu na nyinyi mmekuja. Umeelewana ndiyo? mm hivi -hmm. Kaka, hapa ni nyumbani kwako kabisa au hapa, uh, kusema kuwa umeulizwa? Farizuli, hapa ni nyumbani kwa wazazi wangu, lakini sasa wameniachia mimi kwa sababu mimi ndo mtoto mkubwa na wapekee kwao, lakini wao wapo huko bondeni. Kwa hiyo kweni tu na amani, hapana shida yoyote. <laughs> Asante sana. Ipika, hmm. Ha, uliza tu. Mke wako yuko? Kusema ukweli mimi sijafanyikiwa mpaka sasa hivi wanamke, lakini na mipango naiendesha, naamini ikikaa sawa kila kitu kitakuwa sawa, kwa maana tunavyozidi kukaa hapa watu watatuhisi vibaya kuhusu. Kuwahisi vibaya kama nilivyowaambia hapo awali, labda tabia zenu na mwenendo wenu mtakavyoishi nao jamii ya hapa sawa, lakini hawawezi kuwahisi vibaya kwa sababu ni ndugu zangu, sawa. Kwa hiyo katika hilo kuweni na amani kabisa. So, kaka tumekuelewa basi, kaoyesa Angel, mwanangu, nimekuita hapa kidogo na mazungumzo kidogo naye mtoto na wangu Kumbuka, nakupenda sana sababu nakumbuka malemu baba yako, nakumbuka kumjai kumuona, sababu kipindi nakufa yeye ni kitoto sana lakini tulifanana kweli. Tulifanana kabisa mpaka tunaitwa mapacha. Ah, mimi sawa, kikubwa nachoshukuru kwa Mungu, hmm. Nimepata baba na Sawa, ni wajua sa nini? mm-hmm. mimi sitaki upate shida, umefeli shule, lakini sitaki kwenye mambo mengine uferi. Mimi nipo baba yako, kama kuna tatizo ingine, kuna shida ingine, naomba uniambie. Nisikia juzi mama yako anakuambia kwamba ulimwambia mamako vile, e, kwamba wataka viatu vipi, alikupa. Ona hiyo, sasa mpaka mi nikukumbushe matukio sijui nini? njo bana, usiwe hivyo. Shule umefeli sawa, nimehangaika kesi umefeli mwenyewe, lakini sasa ndio hivyo sio, ukafeli maisha yaani, umefeli upande mwingine, upande mwingine unatakiwa ufanyeje? usije ukafeli ufaulu. Sa, baba, sasa mm -hmm. Leo juma ngapi? Jumata. Leo Jumatano ah, soko yetu hapa Jumatatu. Sema shika hii elfu kumi tuenda kuangalia viatu. Viatu takaobaki mwenyewe tunafanya yako, sinaogope mi baba ako umesikia enje mwana? Asante baba. basi haya Wazee tuko pamoja. Haya, mimi ni nipo hapa kidogo ah. Akichakula tayari pia chakula tayari eh? Ah, nakuja mwanangu ah.

Sikiliza, kama tulivyoongea nahitaji pesa, utajiri sawa yeah. Tajiri una masharti sawa, lakini masharti yake sio makubwa sana sawa, ila utakapotoa pesa basi utakupatia utajiri hapo sawa. Kuna shida na pesa yake, kima kidogo kinaanzia laki tano. Sawa. Punguzi kidogo. Ah tungeweza kupunguza lakini hizi dawa pia zinanunuliwa kwa pesa mzee kwa hiyo kama pesa ipo basi sasa pesa ipo sina tatizo kama tuja nipe namba yako ili nikufaulishe maana wateja sasa hivi vipi mbona mi mnapenda kuweka hela kwenye simu bana leteni hela mkononi unaweza ukaweka hela mfukoni mshaz kuna vibaka wengi

meshongea shida zako, umeshongea? Sawa, hiyo dawa usifute, wende nayo hivyo hivyo mpaka kwako na usigeuke nyuma. Sawa, tumeelewana? Sawa, nenda haraka haraka, nenda haraka haraka. Sawa, nenda haraka haraka, nenda haraka haraka, nenda haraka haraka. Kavalia huko bana, chukua viatu vyako bwana yule kwa shangazi yake. hmm. hmm. Usijifanye una majini bwana, na majini wapi? Tu unatapeli tapeli hapa, uongo uongo tu bwana na wewe. Sawa? Ndio.

kijola mpaka mibuni. Alafu ndani tunajua tulichovaa. Hapa cha kufanya tutafute kazi ya mgahawa wa usiku tumdanganye. Ilo pia wazuri, sio baya sana. Yeye hmm, anakuja kujua tunaondoka. Labda yule upoke. Hata hmm, ataambiwa na nani? Mimi si upoke na wewe. Nilopoke nini tena? Ushaanza. Ah sijaanza. Tena hapo weka kinga, beba mimba yako utajua mwenyewe. Pisho mimi nilale. Na usingizi. Sasa bia huko. Sogea.

kuna shida au? Ya, ah, ah ah, subiri. Mimi leo sitaja kwa ajili ya baba yako, sawa? Mhm, uh -huh. Mimi nimekuja kwa ajili yako, kwa wewe kwanza, sawa? Unaweza aweza kunisaidia namba yako ya simu? Namba yangu mimi ya nini nikupe wewe? Ah, yani na maanisha kwamba mimi kuna jambo la muhimu sana nataka nizungumze na wewe. Jambo gani hilo? Sawa, nitakwambia iwapo mkinipa namba zako, tutakupigia simu, takupigia siu aatu mm -mm. Nisikilize Angel, kuna mambo mengine unajua, sio tufaidishe watu sawa. Kuna mambo mengine tunazungumza sio wawili, mm -hmm. Tunaelewana after ya spend, babako kanikuta hapa kuni mm -hmm. Kuna shida? Hamna ah, hamna hamna shida. Naomba unielewe, Angel. Ewe nikupe mimi namba ya yeah, nahitaji namba yako tu yani yani, yani bado sikia, ah, ya so, nina yani shida nayo muhimu kweli. Nitakupigia simu, nitakuelekeza kitu chochote. Nitakupigia simu, yani nina mpango mkubwa hata na ni mzuri na wewe, nitakuelekeza kwenye simu mm. Usijari, mbona mambo ya kawaida tu, halafu pia ni mazuri tu, mazuri. Eh, ni mazuri tu eh? Enjo sasa eh. Nini mm. Machozi ni kiwakilizi cha maneno moyo taki kusema maumivu ya moyo.